Nafikiri Aya, nani ataanza tafadhali? Ukija unasema jina lako, unatokea wapi, alafu sema maoni yako au uliza swala lako.

Kwanza ya kudiriki mwezi mkuu wa Ramadhani, lakini kwa nafasi ya kipekee pia nimshukuru sana samaha Sheikh Stambuli kwa hizi siku kumi na nne ambazo ni siku ambazo tumebahatika, naweza nikasema tumekuwa na bahati kubwa sana ya kupokea maarifa mengi na mapya mengine ambayo hatukutegemea kama tunge tungekuja kuyafahamu. Mimi sina swali wangu bali nina ushauri kwa vijana janata, kama tumemsikiliza shekhe kuanzia siku ya kwanza mpaka uh, leo. Kama atazungumza tena kidogo, tunaamini kuna baadhi ya vitu vingi sana tunajifunga kupitia leo. Sisi tumesoma shule za msingi, tumesoma maarifa au kwa wale wakisoma shule za private tumesoma social studies, sekondari wakisoma history mpaka tumefika vyuo vikuu na aaioa diecona Africa, Asia na zingenezi, lakini ukisikiliza informations ambazo tulikuwa tunazipata hapa na informations ambazo tulikuwa tunazipata katika vyuo au sehezia katika azetu kuna tofauti mkubwa sana, tukiangalia kwanzia historia ya Tanzania, historia ya Zanziba, historia ya mataifa ya Africa

Be scholar of your own time. Yani, tunapokuwa tunasoma ama tunajiandaa kuwa wa- wanazuoni basi tuwe wanazuoni wa nyakati zetu. Sasa ni ushauri wangu kwetu sisi kama vijana, kwa sababu ndio watu ambao jamii inatuangalia. Tunapoenda kuifikia jamii, tunaenda kuifikia jamii kwa mambo gani? Wakati gani? Wakati huu tulionao sasa hivi ni wakati wa aina gani? unaenda kuzungumza na watu, mazungumzo ya aina gani kwa wakati huo ambao unaenda kuzungumza? Kuzungumzana alichokuwa na uh, maanisha uh, kipindi kama hichi sio okay, kipindi tena cha kubishania baina ya uh, ushia na usuni. Yaani maana yake jamii ilishasikia hiyo midahalo muda mrefu sana, ikianzia mwaka elfu mbili na kuendelea. Sio kipindi ambacho unatakiwa usome hoja za kutetea ndoo ya muta sababu tayari wako walishapita na hizo hizo nyakati. Kuna matatizo mengi ya kijamii ambayo watu wanatamani wasikie changamoto wanazozipitia, na wewe unakuja na solutions za uh, aina gani? Fikra yako, mawazo yako, na ideologi ambazo tawapelekea, ambazo zitaenda kubadilisha maisha yao. Tafsiri ya Qur'an, leo tunaenda kufanya uzinduzi wa kitabu cha Qur'an oran ya